Aniaba ya mtoto wangu naomba msamehe. Hapana mkuu, tafadhali haina haja ya kufanya yote haya, na wala mimi sitofungua hayo mashtaka. Una uhakika migoya afande? Nadhani tutaliweka sawa hilo wenyewe. Samani kwa usumbufu. Uh, Mayank, tafadhali msindikize afande. Sati, Pooja mwanangu. Umemsemea Rahul? Hapana mkuu. Mimi bado sijamsemea Rahul. Sikutaka yeye aadhibiwe ili kuilinda heshima yako. Bwana Narin, ni haki yako kukasirika, lakini tafadhali nisikilize. Bwana Narin, tafadhali nisikilize japo kidogo tu. Bwana Narin, nataka nikwambie kitu, tafadhali nisikilize. Sitaki maelezo yoyote. Nahisi ulichokifanya sio sahihi. Unahisi ningefanya nini kingine? Niambie. Ningefungua mashtaka na Rahul angekamatwa, si ndio? Wazazi wa Rahul na kila mmoja katika familia lazima tu angesikitishwa. Bwana Naren, bwana Naren, niambie kitu, unahisi lingekuwa jambo sahihi? Kama Rahul asingekubali kosa lake, basi na mimi nisingeweza kunyamaza. Sawa basi, nahakikishia ya kwamba Rahul hatarudia tena hili kosa, hasa hasa na mwanamke asiyejiweza ambaye tunamwita kija kazi, kwani kwani wao pia ni binadamu. Ila pia siwezi kulazimisha kufanya chochote, iwe ni bosi au mwajiriwa, kila mtu ana haki ya kufanya maamuzi ya kila anachokitaka. Bwana Narin uliniunga mkono na ulikuwa kama rafiki kwangu asante sana. Mimi sitaki kuwa na marafiki waongo. Tafadhali achana na mimi. Hapana bwana Narin, kila mtu anakusubiria wewe nyumbani na wanawasiwasi sana. Tafadhali twende nyumbani. Sitarudi katika sehemu ambayo maskini hawatendewi haki. Bwana Mishra, bwana Mishra. Ndio bwana Narin. Tafadhali naomba uwapatie mifugo dawa zao kwa wakati, na kama sipo hakikisha ya kwamba unawalisha kwa wakati. Umenielewa? Sawa na Narin. Bwana Narin, natumai tena haondoki nyumbani. Nifanye nini Bwana Narin? Angalia inakuwaje pala, hiki kibanda limevunjika. Asubuhi lilikuwa sawa. Bwana Mishra. Kuwa mwangalifu. Kumkosea heshima msichana kunachukuliwa ni kosa dogo? Hapana. Nikuulize swali lingine, kumkosea heshima kijakazi ni sawa? Hapana kabisa. Mimi nadhani ilikuwa ni vizuri ya kwamba Puja hakufungua mashtaka, na ni wajibu wetu sisi kumsaidia kuipata haki. Haki gani hiyo shemeji? Naren kafanya tamasha kubwa sana hapa, ina maana ile ikutosha. Wow, shemeji, inawezekana vipi unabadilika rangi kirahisi sana? sitaki kubishana na wewe nimeshafanya maamuzi yangu. Kuanzia sasa na kuendelea Rahul tena sio sehemu ya kampuni ya Vyas na hausiki na chochote mimi. Wajibu wake na funguo vitachukuliwa na ofisi na zaidi hawezi kukaa tena hapa. <mulikimu> Hii ni aibu sana. Sikutegemea hata siku moja kama Rahul angekuja kufanya kitu kama hiki. Bwana Naren, najua unaasira na mimi lakini tafadhali usiondoke tena nyumbani. Bwana Naren, unanisikiliza? Na ukumbuka mkataba. Sitaenda nyumbani na wala sitarudi sehemu ambayo watu matajiri wanathaminiwa kwa sababu yangu. Wewe wala usijipe umuhimu sana, wewe ni msaidizi wa mama, inakubidi umsaidie. Mimi simhitaji yoyote Kunatania? Ndio, nina uhakika, sina tabia ya kufanya masihara kwenye mambo kama hayo. Maamuzi yangu yote ndiyo mwisho. Raula, hatuenda kokote, na kama utaki Raula aendelee kukaa hapa basi sawa, mimi pia nitafunga mabegi yangu na wala sina haja ya kukaa kwenye nyumba hii. Mnaweza kuishi kwa furaha na yule kijakazi. Mama, subiri kidogo. Katika siku ya kuzaliwa kwa Mayank hawa watoto wote walienda Hardwar na ndiko Rahul alikoenda kumvunjia Puja heshima. ni na vyanu toka, umekosea. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Mayank na tulikuwa tunasherehekea, hivyo nilikuwa tu nacheza na Pooja. Mama, ulikuwa ni mzaha tu. ambaye anatoa maisha kwa kizazi kipya anachukuliwa kama yupo karibu na Mwenyezi Mungu. Sisi sote tunamsujudia Mwenyezi Mungu, sindio? Iwe mama yako, iwe shangazi yako au mwanamke yeyote mwingine, unapaswa kuwachukulia kama mama, kwa sababu mwanamke ni mama. Familia ambaye imuheshimu mama basi kamwe aiwezi kubarigiwa na furaha iyo. Siku zote unatakiwa guwona jambo moja kichwani, eh? Siku zote ni sawa kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndopekia adakaiweza kutuzaidia. Aya ni vigi busu. Uh -huh. Ah, Babu, maadili yako, kanuni na mawazo vinakosewa heshima na watu wa familia mama. Hautoenda kokote. Mimi nawajibika kwa kila kitu kilichotokea. Hiyo adhabu inanistahili mimi Rahul, lakini... usinizuie mama. Kwa sababu ya nguvu ya pesa, nimeshindwa kujizuia kabisa. Baada ya kupoteza kila kitu, naanza kuelewa pale msada unapokosekana. Hapana Rahul, nimeshasema, hautakwenda kwenda kokote. Wewe pamoja na narini mna haki sawa katika nyumba hii. Ni jukumu langu kutunza sifa ya hii familia na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Tafadhali mama, wacha nilipe kwa makosa yangu yote. Hapana Rahul. lakini kuna shida gani hivi? Kwa nini umeenda ndivyo sivyo na makubaliano yetu tulivyokubaliana? Nilipendekeza jina lako kwenye nafasi ya mwalimu wa kunengua. Kwa nini unanisumbua? Tayari nimeshasaini mkataba. Nisikilize kwa makini, unanisikia? Inanibidi niondoke kwenye hili bweni hapa na sina sehemu yoyote ile ya kuishi, hivyo tafadhali nakuomba uache kunisumbua. Lakini lakini nini? Ulifikiria vipi? rupia elfu tano inakamilisha kila kitu uliotaka kunilipa mimi? Haiwezekani. Yaani pesa yenyewe itoshe hata kulipia chumba kingine kabisa? mimi siwezi kuishi maisha ya shida eti tu kwa sababu ya binamu yako umeelewa mimi naelewa matatizo yako lakini kuna njia nyingine ya kuwatatua ndiyo kuna njia nyingine itakubidi unilipe mimi zaidi ya rupia elfu tano umesikia wacha nikupatie muda wa kujifikiria uchaguzi ni wako napata rupia elfu tano kwa shida sana Nawezaje kumlipa zaidi ya hiyo? Mume wako atakuwa bado hajarudi nyumbani? Ah, Kusumu, kuna mpangaji nyumbani kwangu. Itanibidi niwahi kurudi nyumbani nikamuhudumia. Una mgeni anayelipa? Ndio, unajua vile vyumba vya juu vilikuwa tupu, hivyo tukaona tutafute mpangaji atakayelipa pesa, kwa sababu ni muhimu siku hizi kujipatia pesa za ziada. Hivyo takubidi na wewe upangishe chumba hapa nyumbani kwako. Unaweza kupata rupia elfu saba kama pesa ya ziada. Rahul, utaenda wapi katika hii hali? Au uhitaji kuiacha hii nyumba kwa sababu ya tabia ya mtu ya kidikteta? Mama, nimefanya kosa. Apana, na nastahili kuadhibiwa. Tafadhali usinizuie. Hapana Rahul, tafadhali usiende. Rahul Hardiki, natubidi twende ofisini sasa hivi. Tafadhali jiandae, tayari tumeshachelewa kwenye mkutano. Unafurahi sana, eh? Eh? Niambia una furaha, lakini hakuna atakayeweza kukuokoa toka kwangu. Familia yangu imeweza kumtimua mwanangu hapa nyumbani kwa sababu yako, nitahakikisha ya kwamba na wewe pia unatimuliwa. Hivyo paki virago vyako na uondoke hapa. Kuna nini nilo wao su hivi? Unaweza kumtetea kijakazi lakini cha ajabu Rahul alipokuwa anaondoka haukuweza kusema kitu chochote kile. Nilu, usinielewe vibaya. Oh so. Embu acha bwana, mimi nakujua vizuri sana. miaka yote hiyo tulioishi pamoja, mbele ya watu huwa unajifanya ni mjinga, lakini ukweli ni kwamba we ni mjanja sana. labda tu nikukumbushe ya kwamba mimi nakumbuka kila kitu. Ulijifanya mjinga hata ile siku shemeji alipokuja kuniona Mtu anajua shemeji alikuja kuniona mimi na sio wewe, lakini siku ile ulienda kumfuata mbele yake kwa maksudi na ndiyo maana akakuchagua wewe. Sikuwa na cha kufanya zaidi ya kuolewa na kaka yake asiyokuwa na maana. Wakati wote ulikuwa ukitaka kuitawala hii familia, ndio maana ulikuwa ukimsifia baba wakati wote, na watu walikuwa wanafikiria ya kwamba wewe ndio mkwe mzuri sana katika hii familia na sio mimi. Unaongea nini wifi? Harishie mwenyewe ndo alomchagua Supria, na yeye mwenyewe kwa mapenzi yake alingang'ania kumwoa Supri. Tafadhali uifi, mi najua ya kwamba Supri alikufanya ukae, okay, upande wake wote tunajua wewe unampendelea sana, ila tu niwe mkweli, sijali kitu chochote kile. Habari, mchungaji. Ndio, kile unachoona ni sahihi. Kwa heri. Ilikuwa ni simu ya mchungaji. Kesho kutwa ni kumbukumbu ya kifo cha baba Harsha. Aliniambia kama ilivyo kila mwaka, mwaka huu pia familia nzima lazima iwe pamoja kwa ajili ya ibada. Kweli ulikuwa unajali kuhusu familia yetu? Sasa ni kwa nini ulimwacha Rahul akaondoka? Ulimfedhehesha sana kama vile mtubaki, na ukamtimua katika nyumba hii, alafu sasa hivi unajidai kujali familia yetu. Inashangaza sana. Naombeni ninyi nyote mnisikilize kwa makini, kama hakuna sehemu kwa ajili ya mwanangu katika hii nyumba, mimi pamoja na Hardik hatutoshiriki katika shughuli yoyote ya familia Kuanzia sasa na kuendelea, iwe kwenye shida ama raha, na sio kwenye tukio lolote lile, familia yangu na ya Supria kamwe hasitokuwa pamoja. Kwa hiyo, Supria, kama wao unataka kufanya ibada ufanye na familia yako, na mimi nikitaka kufanya ibada nitafanya na familia yangu. Nadhani nimeeleweka. wi unachokisema ni kumbukumbu kumbu ya kifo cha baba haitopendeza kama mkifanya maombi mbalimbali mbali. Vitu vingi sana si vipendi, lakini bado vinajirudia. Na hata hivyo tuache maigizo ya kwamba ni familia moja yenye furaha, inatosha. Sasa nimechoshwa na maigizo ya hii familia. Babu, hakuna mtu katika familia yetu anathamini kanuni zako. Haina maana kutuza kumbukumbu zako wakati hawaheshimu kanuni zako. Ni kwa nini uomboleze siku yako ya kifo? Siwezi kushiriki sababu hawakumbuki maadili yako. Shangazi, kila kitu kilichotokea leo, yote ni kwa sababu yangu. Hapana Puja, chochote kile ambacho kimeweza kutokea, haikuwa ni kosa lako. Labda hali tu hazijawa sahihi. Narin pamoja na baba yake hawaongeleshani, ni Rima pia ana hasira na mimi. Narin naye hataki kurudi kutoka shambani. Mimi nawezaje kufanya kila kitu peke yangu? Kesho kutwa ni kumbukumbu ya kifo cha baba. Kwa mara ya kwanza familia nzima haitoshiriki katika maombi. Natamani kila kitu kirudi kuwa sawa, kwa siku moja tu. Natamani, ndio Matarajio siku zote yanaumiza Supriya, na ndiyo maana una hasira. Na kama wao hawataki kabisa kushiriki katika haya maombi, haina haja ya kuwalazimisha, na usitegemee chochote kutoka kwa yeyote yule. Mwaka huu hatutofanya maombi kabisa. Itanibidi nifanye kitu, nihakikishe kwamba familia yote inashiriki katika maombi. Kila mtu anataka kuwa na furaha. Kila mtu anaitafuta furaha. Fikiria tu kuhusu furaha. Vipi, wewe umefurahi?